Karibu sana katika mwendelezo wa kuangalia yanayoendelea kutokea ama kujiri katika eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, na hii ni baada ya muda mfupi tu kusainiwa kwa mkataba kati ya nchi hiyo Rwanda na Marekani, mkataba unaojulikana kwa jina mkataba wa Washington. Kipindi kilichopita tuliangalia mkataba wenyewe, yanayotarajiwa ama kipi kinaenda kutekelezwa na pengine wapi ambapo mkataba huo unaweza ukakwama. Lakini muda mfupi tu baada ya mkataba wenyewe kusainiwa, ikaripotiwa kuna mapigano ya mapya yanaendelea kujitokeza hususan katika eneo la Uvira, hali ambayo mpaka hivi sasa inashuhudiwa mamia ya watu wakiwa wanaama katika nchi hiyo. Wachache wameingia katika eneo la nchi ya Rwanda, lakini wengi ikionekana wanakimbilia kule nchini Burundi. Sasa haya yote yanayojitokeza yanazua maswali kwamba nini mustakabali wa amani yenyewe ya mashariki ya kati ambayo ilionekana kupitia mkataba uliosainiwa kule Washington unaweza kuleta utofauti, lakini mapigano haya mapya maana yake ni nini? Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika mjadala huu. Tunaye Lugete Musa Lugete, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini mara kwa mara hapa katika vipindi mbalimbali vya UTV tumekuwa nae tukiangalia eneo la maziwa makuu ikiwemo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lugate, karibu sana. Asante sana. Um, mjadala uliopita ukwepo lakini najua uliufuatilia vizuri mm. na tukaangalia kwenye mkataba wenye jinsi ambavyo unatazama. Lakini hivi sasa kama nilivyosema kwenye utangulizi, unapoizungumzia DRC linatajwa eneo la Uvira, kwa nini mji huo? Uvira ni mji wa kimkakati kwa sababu unatazamana na Burundi mm. pamoja na Kigoma, sehemu moja inaitwa Kata ya Kagunga kwa okay, hiyo na pale Uvila aska, jeshi la Burundi huwa linaingia Kongo kupitia Uvila kwenda kusaidiana na jeshi mm. la Kongo fadi ili kupambana na waasi wa M23 mm. pamoja ambao ndo vugu la AFC la mto Kongo okay. Lakini pia Uvila pale wanamgambo wa kitusi Redi Tabara ambao wanaungwa mkono na waasi wa M23 wamekuwa wa wakiingia Burundi kushambulia Burundi na kurudi kwao Uvila mm ni mji wa kimkakati, ni sawasawa na kule Ulaya Mashariki mji wa Crimea pale Ukraine, kuna mm -hmm. vilima vya Crimea, ndio maana mm -hmm. Urusi alichukua elfu mbili kumi na nne kwa sababu ule ni mji ambao ni mji wa kimkakati, unaziona nchi nyingi za Ulaya Mashariki na yeah. ukanda wa bahari nani bahari nyeusi ko, ni eneo ambalo ukizembea, atakayelichukua lile atakuwa na ushawishi eneo zima mm -hmm. Aa, lakini kitu kingine ni kwamba pale Uvira pale. Aa, wakati fulani kuna wale wanaitwa wanamgambo wa Interahamwe wana ni FDLR. Ndiyo. Na wenyewe kuna ruti ya kutoka Uvira wanaingia na majimbo mengine ya, ya, ya mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo mm. Kwa muda mrefu wanamgambo wa waasi wa M23 walikuwa wanautaka mji wa Uvira ili waweze kukon, kuzuia jeshi la Burundi lisitoke Burundi kuingia Kongo kulisaidiana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo mm. maimai wazalendo, ambao maimai wazalendo na jeshi la Kongo mm. pamoja na wale Interahamwe FDLL wanashirikiana pamoja kupambana na waasi wa M23 mm -hmm. Katika hoja hiyo bahati nzuri umeileta, nilikuwa naangalia hapa taarifa ya shirika la kimataifa linaloshughulikia mizozo ICG linaonyesha wasiwasi wake kwamba kinachojiri hususan katika ya mashambulizi mapya ambayo yamejitokeza baada ya mkataba ule Washington kusainiwa, kwanza, wanasema inatengeneza ile hali ya mashaka ya usalama ndani ya DRC, lakini pia mashaka kwa nchi jirani ya Burundi ambao umehitaja kutokana na eneo la Uvira, ila mashaka yao yanaenda zaidi kwamba hata eneo la kanda nzima linaweza kuwa hatarini. Kwa nini kuwa kuna wasiwasi huo? Kwa sababu sasa silaha zimekuwa zi, zikitawanyika kiholela okay. Na utakumbuka kwamba tangu vuguvugu la kumtoa Jenerali Joseph Mobutu seseseku kuku ngendwa za banga mwaka 96 97 7 mm. kupitia operation Banyamlenge silaha zilikuwa zinasambaa. Moja kati ya nchi ambazo walikuwa ni wahanga wakubwa baada ya Mobutu kuondoka mm. ilikuwa ni Burundi pamoja na Kigoma sisi hapa yeah, ujambazi ulikuwa mkubwa, kwa hiyo sisi Tanzania pamoja na Burundi, kwa sababu vita imefika Uvira na Uvira ni ziwa Tanganyika mm. Ukitoka Kigoma sehemu toka Kagunga au Kibilizi pale ukienda Uvila kwa boti, nauli ni shilingi 1015. Ukitoka kwetu mwa Mgongo ukienda Uvila nauli ni shilingi elfuki. Ukitoka Kagunga kipanda uiaaosasa waasiwa mishatatu kufika Uvira. Hii inamaanisha kwamba silaha zitasambaa mpaka kwenye ushoroba wa Tanganyika majambazi wataongezeka na mpaka tunavyoongea sasa hizi, wizi umekuwa mkubwa wa mashine za wavuvi pamoja na nyavu unaofanya na makundi yenye silaha kutoka Kongo yanaingia ziwa Tanganyika kuwaibia wavuvi kutoka Kigoma ambao wanavua kule. Mm, nakumbuka hivi karibuni pia ni miongoni mwa taarifa ambazo tuziliripoti, ilikuwa ni ile operation ambayo alitangaza mkuu e, uh, e, wa mkoa wa Kigoma silo kwamba, na akafanya ziara maalum kuelekea kule, kule Uvinza e, ajili ya kushughulikia swala hilo la wizi la, la, la katika uh, maswala ya uvuvi, lakini pia sisi Tanzania kwa sasa hivi tunataka kupunguza wakimbizi warudi kwao mara baada ya nchi ya Burundi, kwa sababu sisi tulikuwa na wakimbizi wengi wa Burundi, tunao wakimbizi wa Kongo. Kwa hiyo tunataka wakimbizi wapungue kwa sababu Burundi kumesha kuwa na amani. Kitendo cha waasi wa M23 kuwa wako Uvira inamaanisha kwamba hali ya usalama Burundi ni tete, kwa sababu waasi wa M23 hawaelewani na serikali ya Burundi ya sende FDD, serikali ya Burundi ya sende FDD ya Evariste Ndayishimiye ni serikali ya kihutu mm. Na wale waasi wa, wa M23 wanalinda maslahi ya watusi wanaokaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mm. Lakini hiyo cha kwanza mm. Lakini kitu cha pili waasi wa, wa M23 wanashirikiana waasi wa RED wa Tabara ambao a, waasi wa RED wa Tabara lengo lake ni kuiangusha serikali ya Burundi ya sende FDD ili waweke serikali nyingine wanayoijua mm. wenyewe mm. Sio tumeelewana, na ndugu yangu, kwa hiyo sasa inaonyesha ukubwa wa tatizo lenyewe, tatizo lenyewe liko, lakini pia hawa waasi wa M23 mm. wanataka wale Interahamwe waliotoka wale, wale, wale Rwanda wale jeshi la Evariste na Ndayishimiye jeshi la Juvenal Habyarimana mm. baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda kutokea, wale wahutu wale jeshi lao la wahutu lilikimbilia Kongo, wanataka watu wa FDLR warudi Rwanda ili washtakiwe na wale watu wa FDLR walioko Kongo hawataki kurudi kwa Kagame, wanasema wakirudi watauawa. Wanataka either waende Burundi au wasalie jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo mm. kwenye hilo hilo, hilo uh, tumeona paka kwenye uh, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN huyo, uh, mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix anasema kwamba matukio haya ya mashambulizi mapya yana pengine, wanasema katika hatua kwa hatua yanaelekea kuisambaratisha DRC ni kauli ambayo naweza ikatolewa mkazo kwa maana kuaminika kwa mazingira haya, ni kauli yenye uhalisia asilimia sabini, kwa sababu mpaka sasa hivi waasi wa M23 wanatafuta kuaminika kimataifa. Ndiyo maana wamemchukua Cornelius Nanga. Cornelius Nanga alikuwa ni mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi mm. seni ya Kongo mm. kwenye uchaguzi wa mwaka 2018 na yeye ndio aliyemtangaza Felix Kisekedi mm. kuwa mshindi lakini sasa waelewa sasa wamekuwa chui na paka Cornelius Nangaa, hmm. sio mtusi Cornelius Nangaa anatokea mpakani mwa Kongo na Sudani Kusini, kwa hiyo okay. wamempa kuwa kiongozi mkubwa wa vuguvugu la mapinduzi nchini Kongo no. sasa hivi wameanza kutafuta ushirika, kuomba kukubalika Marekani, wameomba emu 23 kukubalika waanzishe serikali ya mashariki mwa Kongo, yaani wanaamini kwamba Kongo inapaswa kugawiwa kuwa nchi mbili, kwa maana ya kwamba kuna utengano mkubwa kati ya mashariki na magharibi mm. Yani kwa maana kutoka Kinshasa kufika Goma karibu kilomita elfu mbili. Kwa maana watu wa Kinshasa ndio wamekuwa wakinufaika na maendeleo alafu watu wa Goma pamoja na Bukavu yani... Kivu kusini na Kivu kaskazini masikini mm. kwa hiyo Cornelius Nangaa na M23 wanataka kutambulika kimataifa kwamba waanzishe taifa, kwa taifa jipya la Kongo mm. ambalo linaitwa mashariki mwa Kongo, taifa la mashariki mwa Kongo na, na pengine kwa kumwelewesha vyema mtazamaji anachokisema uh, lugete kuhusiana na hoja hii ni hoja ambayo imeibuliwa tu punde baada ya ule mkataba kusainiwa kule nchini Marekani. Alizungumza na waandishi wa habari bwana Nangaa akisema kwamba wao wanapendekeza kuanzishwa kwa eneo huru na salama ili kuhakikisha mapigano hayo yanakomeshwa. Lengo la koloni nga sizunguke, lengo anataka Kongo igawanywe kuwa mataifa mawili, kwa maana ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mm. na mashariki mwa eneo la Kongo. Na ndoto hii haijaanza leo, ni makubaliano ya mkataba wa asili wa Lemela kati ya Rwanda, Uganda pamoja na Laurent Desire Kabila, pia naenda kumtoa Mbutu. Mbutu, ambaye Kabila, twende tukamtoa, lakini tukishafanikiwa kumtoa Mbutu, hakikisha Kongo tunaigawa kuwa nchi mbili. Kabila akakubali, Laurent, kwa sababu alikuwa anataka tu urais lakini baadaye alivyoingia naye akageuka hakutaka. ndo yaka, yalitokea yaliyotokea, lakini mimi siungi mkono Kongo kugawanywa. ninachokitaka mm, mimi ni serikali ya Kongo, mm, iboreshe mifumo yake ya ulinzi na usalama mm, iwe na uwezo wa kudhibiti eneo la Kongo mm, kwa takriban asilimia mia moja mm -hmm. Kwa ma, kwa maana iendelee hivyo hivyo, iendelee sawa sawa, lakini ndio kitu kingine ambacho nataka mimi nataka serikali ya Kongo iwe na uwezo wa kuwahudumia watu wa mashariki ya Kongo kiuchumi, miundombinu na mambo mengi, lakini serikali ya Kongo lazima itatue migogoro yake ya ndani. Unajua Kongo ni tofauti na Tanzania, kuna watu wa mashariki ya Kongo hawaruhusiwi kufika Kinshasa. Kwa nini? Kutokana na sababu, asilimia sabini ya raia wa Kongo hawana vitambulisho Kisekedi mwenyewe inaonekana kwamba hana maelewano mazuri na watu wanaozungumza Kiswahili, watu kutoka mashariki ya Kongo. Kiswahili kinazungumzwa na watu kutoka mashariki, mashariki ya Kongo, kivu kusini, kivu kaskazini ndio wanaozungumza Kiswahili, ambao hao Kisekedi anaamini wao ni vibaraka wa Joseph Kabila, anaamini hao ni mamlaka ni mamluki wa Rwanda, anaamini hao sio wazalendo. Lakini kosa lingine ambayo imeifanya serikali ya Kongo imeingia ubia na kundi linaitwa Maimai Wazalendo, kama umewahi kusikia Maimai okay, wazalendo, wazalendo ya, wanatamkwa sana, yes. E, wakina Gatumba, <laughs> ya kutumba, mm. Ya ya kutumba. Sasa <laughs> wale maimai wazalendo ni, wanam, ni, wa, ni, ni, ni waasi ambao wamekaa porini muda mrefu wakijinasibu kwamba lengo lao ni kulinda rasilimali za Kongo mm. dhidi ya makundi yanayovamia ya Kongo kutoka Uganda na Rwanda. Wale hawana mafunzo. Sasa unapozungumza M23 mm. kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa ripoti ya Marekani na mashirika ya kijasusi duniani M23 ni makomando wa jeshi la Rwanda ambao wako well trained. Kwa hiyo jeshi la Kongo kutegemea kwamba maimai wazalendo waasi wa polini waweze kupambana na M23, huo ni uongo, ni kitu ambacho aukiamini, na ndio maana walivyofika Uvira <laughs> fadi kambi ya jeshi la, ya Kongo iliyoko Uvira ilisalimu amri, haikupambana <laughs> na tumesikia hata baadhi ya, ya wanajeshi wameama wame kutoka hapo katika eneo hilo wakahamia nchi jirani. Lakini shida nyingine bwana Raymond ya jeshi la Kongo ambayo unapasa tujue ni kwamba jeshi la Kongo ni tofauti na jeshi la Tanzania. Mfumo wa kutoa ajira wa jeshi la Kongo, kuna mtu anaitwa generali wa majimbo, wale majenerali wa majimbo, di generali di provincie, yani mfano kama jimbo labda la Kigoma. Mm. Kuna kuwa kuna mkuu wa majeshi wa Kigoma, yeye anaajili watu, anapeleka tu majina makao makuu ya jeshi tayari ni mfumo wa ajabu. Sasa yule mkuu wa majeshi wa majimbo anaweza akala rushwa akaingiza mamluki au watu, watu wake ambao hawana sifa za kujiunga na jeshi la Kongo mm -hmm. Lakini kitu kingine ambacho unapaswa kujua ni kwamba ambacho ndo kiini cha mkataba ule wa Marekani na kiini cha mgogoro huu, tutakuja kwenye huo mkataba, nataka pia tuupe nafasi yake mm. Lugete Musa, Lugete ni mchambuzi wa siasa za kimataifa lakini pia anafuatia kwa karibu yanayojiri katika eneo la maziwa makuu. Hii ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa, tukiuangalia mwendelezo wa yanayojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Hii ni sehemu ya kwanza, tutarejea kwa ajili ya kumaliza mjadala wetu. Asante na karibu katika sehemu ya pili. Kipindi ni Chekeche, tunachambua yanayojiri katika maeneo mbalimbali hapa duniani, lakini leo tukiangalia zaidi nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambayo kwa siku za hivi karibuni imekuwa ni gumzo, kama nilivyosema awali kwenye ufunguzi wa kipindi. Gumzo lake lilianza katika siku za hivi karibuni baada ya kusainiwa kwa mkataba wa kuhakikisha kuna amani katika eneo la mashariki mwa DRC. Huu ni mkataba ambao unaihusu nchi hiyo, Rwanda pamoja na Marekani. Lakini baada tu ya kusainiwa kwa mkataba huo na matarajio hayo ya kuleta amani saa chache tu baada ya hapo tukasikia kuna mapigano mapya yakiendelea katika eneo la Uvira na wakitajwa hawa kundi la AFC M23. Tunaye Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa na hasa katika eneo la maziwa makuu. Katika mjadala wetu tumegusia uh, mamia ya watu ambao wanaama hivi sasa katika maeneo hayo wakiwa wanaamia, wengi wakienda Rwanda, uh, Burundi, lakini wachache wakienda kule Rwanda. Baadhi yao wamezungumza hali ya halisi ambayo wameshuhudia ya mauaji ya watu wao na mateso ambayo pengine wameyashuhudia huku wengine wakitarajia kuona kwamba DRC inarejea katika utulivu na amani inayotarajiwa. Tuwasikie baadhi yao ambao wamezungumza wakiwa nchini Rwanda, lakini wengi wakiwa nchini Burundi. watoto banakufa, bababa banakufa, mamama banakufa. E, manyumba, kutokana na milio ya risasi iliyosikilika hiyo jana Ee, wametuambia ya kwamba tusi na wasiwasi wote ule tufanye kazi zetu, wao ni, ni jeshi la ukombozi limekuja kukomboa sisi wakongomani kutokana na matatizo ambayo tumeishi nao muda mrefu sana ee, na ndio hivyo, wamefika wamesema, tufanye kazi zetu kwa amani, hawana tatizo na mtu. Asa tumekimbia kwa saizi, sijajua kwenye bwanangu iko, bwanangu tulipoteana, asa tulitoka nyumbani na kwa gisi tulikuwa tunafika mujini sange na mpaivisi ya mwona nimesha mtafuta mimi na mkosa nilisha pima kuuliza wamoja ye niliacha hiyo fasi kwenye tumepoteana naye, wananambia mpai mpaivy aa ya waya mwona ujumbe ndioza vapatia. Wangalie tu namna wanaza saidia nchi ya Kongo, ili ipate ile amani, amani ya kudumu waangalie namna gani wanaweza tosha ule rebel wa AFC M23 ndani ya nchi ya Kongo, ili sisi, sisi wakaaji wa, wa Kongo na sisi tupate amani kama mapei zingine. Idi Asumani yeye ni mkimbizi kutoka DRC ambaye amezungumza na vyombo vya habari akiwa kule nchini Burundi. Hao ni baadhi ambao wa tumewasikia uh, wana DRC Uh, Wakongomani ambao sasa wanalazimika kukimbia kwa sababu yayo ya mapigano mapya ambayo yamejitokeza Lugete, baada ya kuwasikia hawa ni kukatisha wale, wakati ambapo tunazungumzia uh, kilichotengeneza mjadala zaidi kwamba kinaenda kuleta amani DRC kule mashariki na ni mkataba ambao umesainiwa kati ya Rais wa Marekani Donald Trump, Rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame, na walikuwepo viongozi mbalimbali wa Afrika ambao alialika akiwemo, Ndaishimi wa, wa Burundi. Mjua lakini wa, pia, e, wa, wa Angola pamoja na na rais na, na wa na walikuwepo pale asasa. uh, nilikuwa namzungumzia William Ruto ambaye walisema Kenya anaonekana pia ni mtu ambaye ni msimamizi ambaye mambo yake ni ambaya, ambaya mazuri kiasi kwamba wanaona kwa sababu ni jirani pia, ndio maana Marekani anamwalika. Mkataba wenyewe ndio huo. Lakini ukiangalia umezungumzia awali hali ya kutoaminiana umeitaja Burundi, lakini Kenya pia nayo kwa wakati mwingine imekuwa inatiliwa mashaka na, na, DRC kwa sababu kuna mikutano ambayo imefanyika Nairobi. Mkataba huu nawenyewe na, una unazidi kuongeza utata katika utekelezaji wake, Lugete. kwanza tu, tuelewe kwamba mkataba huu ni batili una, kwa nini unakuwa batili? Nitakupa mfano, Trump anasema hmm. Ni, ni, ni kuhitimisha kile kilichojadiliwa Doha Qatar hmm. Siku ya kwanza tulikuja hapa Doha Qatar, alienda Kisekedi na Kagame hmm. Mara ya pili Doha Qatar wakaenda Nangana pamoja hmm. na baadhi ya watu wa M23 wakina Willy Ngoma, msemaji wa M23 hmm. na makamanda wengine wakaenda kule wakajadili. Kuna baadhi ya mambo yalijadiliwa Doha Qatar hmm. Kule Marekani haya kujadiliwa, ila wenyewe wanajitetea wanasema kwamba mkataba wa, wa Doha Katar ni kati ya DRC na M 23 mkataba wa, wa Washington ni kati ya Marekani, Rwanda na Burundi na, na, na, na DRC. Kumradi sasa iko hivi, kwa nini Trump ameamua kuchukua hili dili kama mbabe wa vita wa dunia na msuluhishi wa vita mbalimbali mbali? Nataka nikupe kitu kimoja ambacho nadhani wachambuzi wengi hawajakisema. Mwaka elfu mbili na nane serikali ya Congo iliingia ubia na China. China inachimba madini muhimu rare and critical minerals, mm -hmm, coltan, tantalum, graphite, uranium, nickel na madini na copper na madini mengine mengi yeah. Na ukiangalia kwenye soko la madini muhimu duniani critical and rare earth minerals, China anashikilia soko la dunia kwa karibu asilimia themanini na tano na China ndo anawauzia umoja wa Ulaya, Marekani na NATO mm -hmm. Kwa hiyo lengo la Marekani, umoja wa Ulaya na NATO wanataka kupunguza ushawishi wa China pamoja na Urusi kwenye kumiliki madini hayo muhimu na ni sababu ya vita ya Ukraini na maeneo mengine. Mchambuzi wangu Gonda alisema kwamba anaona amani inatumika kama bidhaa, kama bidhaa. Sasa ule mkataba wa Kongo pamoja na uchina mwakani unakwisha toka elfu mbili na nane mwakani unakwisha. Nimesoma gazeti la Washington na Wall Street Journal, anasema mwakani serikali ya China itabidi ikae na serikali ya Kongo. Kwa Trump na CIA wameliona hilo, kwa Trump ameuchukua huu mgogoro wa Kongo na kuwaita Washington ili kusudi kuzuia serikali ya Kongo isiingie makubaliano na China mwakani. Yaani lengo la Trump anataka kumuondoa China Kongo akae yeye. Na kata, hata pale Washington pamoja na kusaini mkataba wa amani lakini wakasaini mkataba wa, wa madini muhimu ambao unahusisha wote akisema kwamba nchi zote tatu zinafaika kiuchumi. Lakini sasa ndo nasema mkataba huu Trump lengo ni kumtoa mchina Kongo kwa sababu mchina toka elfu mbili na nane na serikali ya Kongo imekuwa ikimzungusha mchina kusaini mkataba mpya ili kuendelea mchina kuprocess amejenga hadi chungu, kiwanda kipya amejenga chungu cha kuchenjua madini mm -hmm. cha kuyeyusha kule Kongo kule ili apeleke fresh awauzie sasa. so, haya yanatokea, mkataba inasainiwa, inatengeneza mjadala katika utekelezaji wake, mapigano mapya yanaibuka, eneo la uvira linaangaliwa. Lakini kwa ujumla wake watu wanataka kuiona DRC inatulia. Tumesikia hata mzungumzaji wa mwisho ule Bwana Asmani akisema kwamba wanatamani kuona Kongo yao inatulia na kunakuwa na amani. Katika mazingira hayo, unaona kuna nini kinachoweza kufanyika? Kwa haraka haraka, mimi naweza kusema kama Trump angekuwa na nia ya dhati, pamoja na shirika la ujasusi, sababu Trump haijui Kongo, na of course Trump haijui Afrika vizuri kama shirika la ujasusi la Marekani, CIA wale, na ndugu zake na, na Trump, Jared Kushner na, mm -hmm. na watu wengine, kama wanataka Kongo kweli iwe na amani, ilitakiwa kwanza waasi wa, wa M23, serikali ya Kongo, vikundi vingine na majirani wa Kongo mm -hmm. sisi Tanzania tuhusishwe Zambia, Burundi, Angola, Brazzaville, Sudani Kusini, Jamhuri mm -hmm. ya Afrika ya Kati, East African Community na SADC wote tukutane na Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa tukutane katika, tafi, nani, kwa sababu ukiangalia katika takwimu yale wakuu wauzaji silaha kwa mujibu wa SIPRI kutoka Stockholm Sweden, wanasema Kongo tu peke yake zaidi ya dola bilioni 220 zimepatikana mm -hmm. kwa kusambaza silaha Kongo kwa muda wa miaka minne silaha mbalimbali mbali, na silaha zinazoingia Kongo zimetoka kwenye mataifa ma, ma, ma ambayo wanaushirika na NATO. Utashangaa makundi kutoka Italy kusini anauza silaha, hmm, makundi kutoka Czechoslovakia, makundi kutoka Ukraine, ndio wanaingiza silaha anaingiza Kongo. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba lazima itafutwe nia ya dhati ya kumaliza mgogoro wa Kongo, lakini hmm, hatuwezi kumaliza mgogoro wa Kongo ikiwa tu serikali ya Kongo yenyewe ina migogoro mingine ya ndani. Kisekedi hawaamini watu wanaozungumza Kiswahili alivyoingia tu madarakani alifukuza watu wote wanaongea Kiswahili ikulu akisema kwamba ni majasusi kutoka Rwanda, ni vibaraka wa Joseph Kabila na mambo mengine. Kisekedi mwenyewe na serikali yake wamekifungia chama cha Joseph Kabila, pamoja na makada wake wengine wameshikiliwa. Anaonekana Joseph Kabila sio mkongomani kwamba ni mnyarwanda, kwa hiyo unaona kabisa. Na anatafutwa sasa, sasa hivi amekuwa raia wa Eswatini. Kwa hiyo sasa unaona kabisa kwa hali ilivyo sasa hivi M 23 nguvu yao imekuwa kubwa na wamekuwa na uungwaji mkono mkubwa na mm. wanataka kutengeneza taifa lao ndani ya Kongo mm. kama ilivyo Sudani Kusini ilivyokuwa inatengenezwa kina Garang. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa unavyoona hali ilivyo kwa amani ya haraka ya Kongo ni ngumu isipokuwa tu. Ndio. Marekani ni lazima amtafute. Kuna wachawi wawili Marekani amewaacha nyuma. Ufaransa na Ubelgiji, huwezi kusaini mkataba wa Kongo. Ufaransa na Ubelgiji wana maslahi makubwa ndani ya Kongo. Mfano, Kisekedi ni mtoto wa Ubelgiji wanasema the Belgian boy mm -hmm. Kaka Ubelgiji miaka mingi kwa Ubelgiji na Ufaransa. Marekani anataka kuwazunguka Ubelgiji na Ufaransa, kuwanyang'anya mkati, na wenyewe hawawezi kukubali, lazima watachochea machafuko kwa maana hiyo mm -hmm. dhana ya kwamba kutatua, ukiacha majirani wanaizunguka DRC, lakini kuna wadau wengine wa nje ambao ni muhimu pia, kwa sababu ukiangalia Raymond kaka yangu, Mbelgiji na mkono Kongo, Ufaransa na mkono Kongo, Israeli na makampuni manne Kongo, Mchina anataka kusalia Kongo ili kupata mm -hmm. madini Mchina anajenga mdhamini anath, anath, mkubwa ushoroba wa reli wa ya SGR ushoroba wa kati. Hmm. Marekani anajenga ushoroba wa Lobito, amejenga reli kutoka Lobito bandari ya Angola inakuja mpaka Zambia inataka kwenda mpaka DRC kuunganisha bahari ya Atlantic. Mchina unamwachaje? Israeli unamwachaje? Ufaransa unamwachaje? <laughs> Sasa ni washindani wake kiuchumi. <laughs> E, Ubelgiji unamwachaje? Kwa hiyo hii vita ya kiuchumi itawafanya Wakongo waendelee kuwa wahanga na wakimbizi ndani ya taifa lao. Kwa... na hii story kwamba siyo M23 wanapigania, hmm, maslahi ya Watusi. Hapana, mbona hapa Tanzania sisi tuna Watusi walitoka Rwanda, hmm, miaka hii wakakimbia mwaka hamsini na tisa. Hiyo ni story tu kwa ajili ya kuficha vita ya madini na falsafa ya kiuchumi ambayo Kongo inaendelea kuitesa mpaka leo. Kwa wakati unamalizia mjadala huu Ulgete, umetaja majirani, unaiona una, una dhamira ya dhati ya rais uh, wa DRC kuamini majirani zake ikiwemo jumuiya ambazo zinamzunguka Rais wa DRC kwa kweli, katika jambo katika, katika maeneo ambayo amefeli ni kushindwa kuwaamini majirani zake. Kama anataka kufanikiwa kupunguza walau mashambulizi ya watu wa M23 na nini, kwanza ni lazima awaamini majirani zake. Una mgogoro na Rwanda, unashindwa kuiamini Tanzania, huwezi kufanikiwa sisi Tanzania ndo tumeshare mpaka mkubwa wa Kongo, ziwa Tanganyika, mpaka mrefu zaidi. Sisi Tanzania tunaijua Kongo vizuri. Tumekaa na watu, na wanaharakati na wakimbizi wa Kongo, wamekaa hapa kina Laurent Kabila, Joseph Kabila hapa. Sisi tushai kumuunga mkono Lumumba wakati fulani, tushai tume, tunaijua Kongo na viunga vyake. Una mgogoro na Rwanda, unashindwa kuwa na diplomasia nzuri na Zambia kupitia Kasumbalesa, ile boda ya Zambia. Mizigo mingi inatoka Dar es Salaam hapa baadaye mm. Tunduma inaingia Zambia inakwenda Kongo. Kwa hiyo ni lazima waamini majirani zake. Mm. Ile security partnership ya SADC na East African Community. Mm. Mbona mwaka 2012 Joseph mm. Kabila huyu ambaye sasa amekuwa mkimbizi wa Swatini aliamini vikosi vya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, wakati hey, M23 anaichukua Goma? Mbona waliondoka Goma? Walipigwa, wakasambaratishwa mm. wengine wakaenda Rwanda wakina Colonel, wakina Sultani Makenga, wakina Bertrand Bisimwa. ma, wengine, majirani zake ni muhimu. Majirani zake ni muhimu. Sasa unapoacha majirani zako halafu, hmm. unategemea Donald J Trump tunayemjua sisi <laughs> Anabaya, anatafuta Nobel <laughs> <laughs> na kosa kubwa walolifanya duniani ni kumnyima Donald J Trump hafifa, tuzo ya Nobel. Ndo maana FIFA walio kiva wamemtengenezea tuzo wamemua kumpa tuzo ya kwanza ya FIFA ya mchongo wakamua kumpa Trump ili kuzudi aruhusu watu wa Irani waende kwenye wordcup Regeti. <laughs> kushukuru sana kwa mja, uh, ushiriki wa kipindi hiki. Mda wetu ni mchache na umetuishia. Asante sana kwa kuwa nasi katika mjadala huu. Asante sana nam Rogeti. Musa Rogeti ni mchambuzi wa siasa za kimataifa hususan katika eneo la Maziwa Makuu. Tumekaa hapa tukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ikiwa ni mwendelezo wa mjadala uliopita baada ya kusainiwa kwa mkataba wa Washington kati ya Marekani, Rwanda na DRC ili kupata amani ya kweli katika eneo la mashariki mwa DRC, lakini baada ya hapo tu mapigano mapya yameripotiwa. Ndicho ambacho tukiangalia, hii maana yake nini na nini mustakabali wa amani yenyewe, lakini utekelezaji wa mkataba ambao umesainiwa. Asante sana kwa kuwa nasi, endelea kutufuatilia kupitia vipindi mbalimbali mbali, hapa UTV. Mimi ni Raymond Nyamwihula.